Wenzenu wote walioletewa pesa sawa na nyinyi, wamekamilisha na watoto wameshaanza kutumia mabweni yale. Nyinyi bado mko kwenye mastructure haya. imepungua shingapi pale kukamilisha? hapo milioni 136 tu. uliletewa shingapi kwa ajili ya kujenga hii. Ilikuja milioni 130. Yani, hiyo 136 ni kukamilisha vitu vyote. A -a, nasema hivi uliletewa shingapi kujenga hili bweni 130? Na we unasema imepungua shingapi? Kwa hili peke yake ni milioni ishirini na sita. Uliletewa shilingi ngapi kujenga bweni milioni mia moja thelathini. Milioni mia moja thelathini. Sindiyo bwana, yeah? Hapa bweni liliposimamia linahitaji shilingi ngapi? Milioni ishirini na sita. Wewe Wewe ni fundi ndugu yangu, ndiyo maana jamani, nilisema huyu bwana aeleze huu mradi unapokuwa mhandisi lazima ufil mradi wako unaousimamia uujue, uwe na ownership ya mradi, usiwe kiranja wa mradi wa kuja kuchungulia na kuondoka. Narudia. Mwalimu njoo hapa. Mmeletewa shingapi kwa ajili ya bweni? milioni moja thelathini. Hili hapa lilipokwamia linahitaji shingapi? Haujajibu swali hili. Hapa ili likamilike, linahitaji shilingi ngapi? Haiwezekani, haiwezekani hata kwa akili ya mtoto wa shule tu, kwamba umeletewa milioni mia moja kwa ajili ya ujenzi, alafu umeshindwa kumaliza, unasema nahitaji milioni sabini kwa ajili ya kukamilisha ujenzi. Nani atakuelewa kwenye akili ya kawaida? Hata wewe ndo ujakuwa mtoaji wa fedha, umeletewa milioni mia kujenga jengo umeshindwa kulimaliza wazee, tukuongezee ngapi? Milioni sabini. Kwa nataka kuniambia hapa mmetumia milioni thelathini tu. Haya milioni sabini zingine zimekwenda wapi? Ndio nataka kufanya kazi ya leveling imetumia milioni sabini. A simple logic. Does it need you to be a professor to understand kwamba hapa kuna mambo hayako sawa? Eh? Sasa mna mna mnaivictimize mna, mna, mna, mna, mna, mna halmashauri nzima kwa upumbavu wa watu watu wachache tu. Negligence na kutokujali simple logic. Nataka niwape simple logic. Umepewa milioni mia fanya kazi hii. Haya, imeshia njiani, unambia zimebaki ngapi? Unasema sabini. Kwa hiyo hii kazi ni ya milioni thelathini. Nataka kuniambia kazi ya kulevo hili eneo imetumia milioni sabini? Kulevo eneo, eneo la nani la, la, la, la, la, la, la, la... sasa madam ni nini, mheshimiwa mkuu wa mkoa Nadhani changamoto ya awali kabisa ilikuwa ni nani kwenye BOQ. BOQ ilionyesha kabisa kwamba nani anatuandalia BOQ lakini, ni, ni kuna idara ya ujenzi, lakini changamoto kubwa inavyoonekana hapa mm. na yeah. nasiioua tumewasiliana nao kwa sababu taarifa kweli tuliwaomba waandae yeah. inaonyesha ufafanuzi kila jengo limetumia kiasi gani mm. na mapungufu au kama ulitoa hela nyingine kukamilisha jengo moja mm. uiandae. Kwa hiyo baada ya kutuandalia hiyo taarifa, ndio ilionekana kwamba fedha za hapa mm. zimetumika kwenye miundombinu mingine. Kwa hii mingine ambayo imefika hatua hii ni kwamba imetoa hela kwenye jengo lingine. Lakini lakini jamani, Kilolo, ndugu zangu, watu wa Kilolo, When will you ever change? Ndugu zangu, utabadilika lini? Nimekuletea hela za bweni, nimekuletea hela za darasa, nimekuletea hela za choo. Kwa nini unachukua hela za choo kupeleka kwenye hela za bweni? Kwa nini unachukua hela za bweni kupeleka kwenye darasa? Kwa nini unachukua hela za darasa unapeleka kwenye maabara wakati kila jengo lina fedha yake lina BOQ yake lina utaratibu wake wa manunuzi lina mhandisi wake lina fundi wake. Kwa nini kila fedha inayokuja isiende moja kwa moja kwenye eneo iliyotengewa? Kwa nini tunachukua hela za kulia kupeleka kushoto? na katika prosesi za manunuzi na majenzi, inawezekanaje mtu wa ugavi. umeletewa milioni mia moja za kujenga darasa unachukua milioni moja, mia moja za kujenga darasa unapeleka kwenye bweni kwa utaratibu gani? unapokuwa unanunua unasema unanunua kwa ajili ya nini? Unapokuwa unaagiza unasema unaagiza kwa ajili ya nini? Mkikaguliwa hamtotoka salama. Inayokuja kwa ajili ya choo, ikajenge choo na ikiwezekana ni bora kila jengo litafutiwe mjenzi wake na taratibu zake za manunuzi. Lakini kitendo cha kuchanganya hela za kulia kwenda kushoto ndio matokeo yake mnaweza huku mnashindwa shindo huku. Tunakuwa na viporo vingi sana kwenye miradi ya serikali. Sasa hii hatuwezi kuruhusu ikaendelea hivi. Katibu tawala, wewe ndio mwakilishi wa serikali kuu kwenye kwenye mipango kule. Hii mkientertain huu ujinga, hamwezi kutusua na ndiyo yaliwakuta hata kule kwenye ile shule nyingine, hela za huku mmepeleka huku, za huku mmepeleka, at the end of the day